Tumeona tumepita kwenye uchaguzi uliopita na aliyojiri, niwaambie, maana maswala yameulizwa mengi. Eh mee, niwaambie tu kwamba sisi tumechukua dhamana, kwa sababu mmetupa dhamana hiyo. Tumechukua dhamana kutafuta jambo ambalo litakuwa la kheri, litakuwa la kudumu, litakuwa lile litakaloleta suluhisho la kudumu Sio jambo la njia ya mkato, kwenda mkakaa pamoja, mkasema mmeridhiana, mmeunda serikali ya umoja wa kitaifa lakini kumbe ni ya funika kombe mambo, watu, kila mtu anaendelea na lake. Sisi hayo tumeyakataa, tumesema kama tunatafuta jambo tutafute jambo ambalo lina maslahi kwa kila mtu, lina maslahi kwa kila mtu katika nchi hii. Halit, halina maslahi kwa chama chochote wala kikundi cha watu wowote. Nchi hii ina uwezo wa kwenda mbali. Niwaambie kwamba na mimi wenzangu hawa wamenipa dhamana hiyo kuisimamia na tunaisimamia. Na jamani, tumefika mbali kidogo, lakini ni kama mimba changa eh, usubiri labda baada ya muda ndo tutajua imesimama au